Yupo pia Mheshimiwa Judge Francis Mutungi msajili wa vyama vya siasa. Karibu sana. Yupo pia Balozi Yusuf Mdolwa ambaye ni mkuu wa itifaki, Chief of Protocol. Mheshimiwa Bunge, yupo pia Dr. Thomas Kashilila katibu wa Bunge mstaafu. Asanteni sana. Yupo pia ndugu Steven Kagaigai ambaye ni katibu wa Bunge mstaafu. Asante sana. Yupo pia Shehe Abubakar Zuberi Ali, shehe mkuu na shehe mkuu na mufti wa Tanzania. Karibu sana. Yupo pia Dr. Dickson Chilongani, makamu askofu mkuu kanisa la Anglikana Tanzania na askofu wa DCT. Sana. Yupo mchungaji Dr. Magnus Mhiche ambaye ni makamu askofu mkuu makanisa ya Pentecoste TAG. Sana. Yupo askofu Nelson Kisare ambaye ni askofu mkuu kanisa la Mennonite na mwenyekiti wa kamati ya uongozi kamati ya viongozi wa dini, karibu sana. Yupo pia Musa Richard Mwacha ambaye ni kiongozi wa kanisa la Fresh Spring Fellowship Church Tanzania, karibu sana pia mheshimiwa Harun Pir Mohamed mbunge mstaafu wa Mbarali. Haya <coughs> asanteni sana waheshimiwa, asanteni sana. Yupo pia Dr. Theodros Bekele Endialalu ambaye ni mkurugenzi mkuu wa Susan Buffett Fund, karibu sana. Waheshimiwa wabunge, tunao viongozi mbalimbali ambao pia wako nasi siku ya leo, na mniruhusu niwatambue ni watambue kwa makundi. Tuta, wa, tunataka sasa kuwatambua makatibu wakuu walio pamoja nasi wote wasimame kwa pamoja. Karibuni sana. Karibuni sana. Lakini pia wapo mabalozi na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa na washirika wa maendeleo. Wote wasimame kwa pamoja. Karibuni sana. Karibuni sana. Lakini wapo pia wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki wakiongozwa na mwenyekiti wao Mheshimiwa Angela Kiziga, karibuni sana. Karibuni sana. Wapo wakuu wa idara na makatibu wakuu wa taifa wa jumuiya za Chama cha Mapinduzi wote wasimame kwa pamoja. Karibuni sana wapo pia wakuu wa wilaya za mkoa wa Dodoma karibuni sana. Wapo wakuu wa mashirika ya umma na binafsi, taasisi za fedha na taasisi za elimu karibuni sana. Wapo pia wakuu wa taasisi za vyombo vya habari sana. Wapo wawakilishi wa vyama vya siasa vyenye usajili wa kudumu. Karibuni sana. Tunao pia wawakilishi wa asasi za kiraia na sekta binafsi. Karibuni sana. Mheshimiwa Rais, baada ya kuwatangaza wageni hawa unayo picha sasa ya watu watakaokuwa wakikusikiliza hapa, lakini taifa zima leo linasubiri kumsikiliza mheshimiwa rais. Mheshimiwa Rais, sasa nitumie fursa hii kukukaribisha ili uje utoe hotuba yako ya kulifunga bunge la kumi na mbili mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, karibu. Waheshimiwa wabunge asanteni <clears throat> wabunge. Wabunge. sana mweshimuwa spika Dr. tulimiwa jakaya mrisho kikwete raisi mstaafu wa jamhuri ya muungano wa tanzania mweshimiwa hussein alimwinyi Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa ya muungano wa Tanzania